Wanawake huwa wanakuwa na jeuri kwa sababu ya maumbile yao, sura, shepu, kwa sababu tu hawajui vile vina maana gani mm, na vina thamani gani na kwa muda gani. Hapa nawaambia tena kwa mara nyingine, sura ulionayo iwe vyovyote vile ilivyo, shepu ulionayo vyovyote vile ilivyo kwa mwanamume huwa ina thamani kwa siku chache sana. Huwa ni kama kivutio tu. Ni siku chache sana. Akishakuwa na wewe, huwa vile thamani yake inakuwa ya kawaida. Anabaki anaviona vya thamani mwingine ambaye hajakugusa bado. Mm. Na yule mwingine anakutamani akiona vile akishakugusa tu vinakuwa ni vya kawaida tena. Yaani vinabakia kuwa ni vya kawaida sana sana sana. Na utakuta mwanamke huyo mwanamume anaweza kuwa anamtamani mwanamke wa mwenzake na yule mwanamume anamtamani mwanamke huyu wa mwenzake. Hmm. Lakini pia nao wakipata nafasi ya kuwagusa pia wanaona pia ni wa kawaida sana. sa hili ningetamani wanawake walijue, kinachobaki huwa kina stick, ni yale matendo mema ya kila siku wow. Kwa hiyo ule sura yako, shape yako itamvuta tu, akuguse. Akisha kugusa huwa ni kawaida. Ndio maana utashangaa hao wewe well unawaita wazuri, mbona wengi hawajaolewa? yeah. Wameguswa sana tena, wanaguswa kweli kweli, yani ni kama vile sijui nisema kitu gani, yani wanaguswaguswa sana, kwa sababu si wanavutia mm. Mtu so anaenda bebe, anagusa, anaondoka, na anaenda anagusa, anaondoka. Yeah. Anakwenda, anagusa, anaondoka. Ha, mtu anavomega ugali. Afa, na kucheka kwenye mchuzi anakula basi. M, walipata bahati ya kuwa <coughs> na kivutio cha kumvuta mtu hmm, lakini wamekosa hekima ya kumshika mtu, kitulizo hawana. Wale wajinga wale ambao nyinyi mnawasema eti hawa ni wabaya wana sura sijui imekaejekaeje kaeje. Hmm. Kuna vitu viwili hamvijui. Cha kwanza, kwa sababu wanajijua hawavutiki vile, wanafanya jitihada za ziada za kufanya matendo mazuri Kure na yale ndio yanamshika mwanaume kuna mtu mm. ashaniambia hiyo kauli anaosema Dokta Mwaka mm. kwa sababu anajijua yeye, sura hana ile ya kuvutia sana, shape sio nzuri sana kwa anatafuta cha ziada mm, ndio pale matendo yanakuwa mema, wema unaongezeka, utii unaongezeka, mwanamume anakamatwa. Mwana halafu kusum... hivi mwanamume alipenda nini pale wewe? Alichokipenda ndio hayo matendo mazuri ya kila siku. Lakini kingine ki ambacho mm. nyinyi hamkijui ni kwamba kwa bahati mbaya sana, na nafikiri Mwenyezi Mungu alikuwa na makusudi yake mm. Aliwaficha wanawake wao wakoje katika maumbile yao. Hakuna mwanamke anayejijua. Unaujua tu uzuri wa sura yako, kwa sababu unauona kwenye kioo hmm, lakini uzuri wa maumbile yako huujui, kwa sababu huwezi kuonja. Anayeweza kuonja ni mwanamume, na bahati mbaya sana wanamume hatuambiagi nyie ukweli Sintaringa, sio mm. Utaringa tu, mm. Utajisikia vibaya, inabidi tu mkimano pale. <laughs> Baby, you are so sweet. Yuko uko vizuri, kumbe siri yake anaijua rohoni, maajabu mm. ya dunia, lakini anakwambia tu you are so sweet. Mm. Ili usivunjike moyo mm. Kumbe, ambaye, no, no, no. Kumbe ambaye yuko so sweet ni yule ambaye hana meno ndo ukweli yuko so sweet, wewe ili asikuvunje moyo, na kamba baby yo tena atakwambia ukweli. Kuna wanaume wengine, anatoa na machozi, analia kabisa mm. very good actors no. wako una okay, vile wasema sura ninayo na haya mambo ninayo mimi, na ndio mimi weza, jeuri naanza. Ungejua hey. laiti ungeonjeshwa ladha yako ulionayo, ungesema okay, kumbe yeah. ndio na mataputapu haya yeah. ha, ungeongeza jitihada. Wait. Sasa tuiweke hivi Uwe mwanamke ambaye ulipata walai, bahati ya kujua sura yako nzuri mm, shepu yako nzuri mm, mama, elewa kwamba hivyo vina thamani kwenye kumvuta tu mm, sio kumtunza. Kwa hiyo mm, ukimvuta, ukishindwa kumtunza, ataondoka. Kwa hiyo madhali Mungu amekupatia baraka hiyo ya kuweza kumvuta, basi tumia jitihada za matendo mazuri. La kwanza katika hayo matendo mazuri ni utii so, so, ukiweza kumtii mumeo mpenzi wako na akaona kweli unamtii atakupenda. Hmm. Lakini vice versa is true. Kwa wanaume, ukipata mwanamke ambaye unampenda au unatamani uwe naye kwa muda mrefu, unatamani akutii, mpende. Yani mara nyingi wanasemaga upendo na utii ni kama kuku na yai, haijulikani kipi kilianza, yeah. Kwa hiyo mmojawapo aamue kuanzisha. Yani kama we ni mwanamke hujui kama mmewa anakupenda au la, anzisha wewe kumtii. Mara nyingi utii huwa unazaa upendo. Sasa, na we mwanamume ambaye una mpenzi wako ebu amua kulianzisha wewe kumpenda na kumuoneshea unampenda, kwa sababu upendo huwa unazaa utii. Shida ni moja, tunategeana. Mwanamume anataka atiiwe, mwanamke hmm, anataka hmm, apendwe na hakuna ambaye yupo tayari aanzishe yeye. Kwa hiyo kwenye, kwenye mahusiano hapo mlipo hebu kila mmoja aamue kuanzisha yeye. Yaani wewe mwanamume sema hebu nianze mimi niwe boya, nianzishe mimi kumpenda huyu mwanamke mpaka ajue nampenda, mpaka mashoga zake wajue, mm. mpaka mtaani wajue mimi nimekufa mm. kwa huyu mwanamke. Anzisha tu. Trust me, it pays off baadaye. Mm. Na wewe mwanamke, hebu jitolee tu muhanga, mimi acha nimtii huyu baba na ujinga wake wote na mapungufu yake. Acha mimi nimuoneshe utii tu mwanzo mwisho, kama kweli ana akili automatically ule utii huwa unazaa upendo. Atakupenda tu. Ataenda kule na ujinga wake, atapigwa vibao kule, atajibiwa hovyo, akirudi huko atakuta ule utii, analinganisha mm hapa na mtu mm. eh, hapa na mtu so ile, hapa na mtu, hapa na mtu inaongeza ule upendo, halafu atapenda mpaka utashangaa jinsi gani ambavyo anaweza kukupenda issue. Nani wa kuanzisha? Jaribuni kuanzisha, nyie wote, kila mmoja aanzishe kwa upande wake <coughs> lakini tumerudia tena kusema mwanzo lazima kuwe na haki na wajibu. Sawa, sawa. Sasa kwenye haki na wajibu kuna wajibu mkubwa wa pande zote mbili, na hapa ndio kwenye shida nyingine. Miongoni mwa wajibu ambao tunao sisi wanadamu wanamume, tuna wajibu wa kuyaelewa mapungufu ya kimaumbile ya wanawake zetu mm, na wanawake wanapaswa kuelewa mapungufu ya kimaumbile ya wanaume zao. Mkibishana na ukweli, hamfiki Yeah. Leo hii ukiangalia ni wanaume wachache ambao wanaweza wakatoka wakaongozana na wake zao mm. ni wachache sana, kama unavyofanya wewe, ni wachache sana ila, unajua kwa spoil, unajua kwa sababu gani mnakera? Yani, yani ukiongozana na mwanamke kwanza bilibidi muondoke saa tatu asubuhi, saa sita huyo ndo mwanamke sasa. Ukisema umhukumu kwa lile, haumtendei haki, yale ni mapungufu yake ya ya kimaumbile. thank you. Sasa ukiaelewa hivyo Unajua, tunataka tuondoke saa nne, mke wangu na kikao saa mbili. Kwa hiyo atajiandaa saa kumi na moja lakini atamaliza saa tatu, alafu mtawahi kikao saa nne. Umemuelewa? wow. Sa, umetumia mapungufu yake vizuri, lakini umeona mwanamke, umechelewachelewa mambo kujivuta kujivutavuta, mtagombana. Hawezi kubadilika, yale ni mapungufu yake ya kimaumbile. Ukienda upande wa mapenzi utakuta mwanamke yeye kwanza hajuagi anapendaga nini, nimeshalizungumza sana hili mwanamke. mm -hmm. Yeye tulisema kumpenda ye, kila kitu ni kumpenda yani mm -hmm. Hata ukija kumpenda kazini, unampenda usipomfuata, mm -hmm. kumpendi. mm -hmm. Yani yeye ya ana vitu vingi. <coughs> Lakini sasa tukubaliane kitu kimoja, hayo ni mapungufu yake. mm -hmm. Ukisema unamhukumu kwa hilo, humtendei haki, inabidi umuelewe kwamba mwanamke yeye anapendaga vitu vyote, yani kwake yeye vyote vya dunia nzima ndo anavyohesabu mm -hmm. ni mapenzi sasa enda navyo kwa vile ambavyo unaweza, lakini pia na mwanamke aelewe upande wa mwanaume. Mwanaume yeye yeye, mapenzi kwake ni kukupa huduma zote nyumbani. Wala yeye kwenda kuchepuka haina maana hakupendi, na ukimhukumu hivyo humtendei haki. Wewe wa pili, yeah, anakupenda vizuri tu, na haitamzuia yeye kwenda nje uh -uh. na ukisema amenda nje kwa sababu anipendi, umefeli mama. yeye kwenda nje nakupenda, havihusiani. wow. hmm. hmm. Uchanganye upendo na tabia uta, utavuruga mm. Kwa hiyo cha msingi ni hivi, kwa bahati njema sana Biblia na Qurani vimeandika kitu kimoja mm. Mwanamke aliumbwa kuwa msaidizi. Anasaidia nini? Anamsaidia Adam kumiliki vile vyote vilivyopo nini nini. Tafsiri inapatikana hapo mm. Nafikiri labda wa, wa, wa, watu wa, wa vitabu vya dini wa hawatafsiri vizuri watu, mwanamke baada ya kuwa yeye ni msaidizi wa Adam Adamu alikuja kuitawala duniani. Kwa hiyo mwanamke anahisi vile vitu vyote Yesu ndo msaidizi mm. Yesu ndo anakusanya vyote kwanza, afa anapeleka taarifa kwa bosi. Kwa hiyo mwanamke huwa anajua vitu vyote ni vyake yeye mm. ndio maana mwanamke yeye hajawahi kutosheka na vitu mwanamke anarudia tena ine, mwanamke ine, mpe dunia yote ataomba <laughs> na kile kipande kilichobaki. Hayo ni maumbile yake na hutakiwi kumlaumu kwa hilo, kwa sababu ndiyo maumbile yake aliyopewa, ni mapungufu yake ya kimaumbile tunaita ni biblical weaknesses. Lakini now, eh, vice versa is true, kwa sababu mwanamume yeye alipewa mwanamke, wanawake huwa hawamtoshi we. Sijui naeleweka vizuri? Ndio maana kuna, kuna, kuna, kuna thiori maalum inasema hivi, mwanamke akipata mali huwa anahisi hana shida ya mwanaume. Wow. Mwanamke mwanamume akipata mali anataka aongeze wanawake. Ni kweli. Yaani iko hivyo. Mm. Kwa hiyo nyie wanawake, sisi tuwakubalia kwamba nyie kwenye vitu utakuwa na magauni mia mbili yeah, na siku ya sherehe utasema sina gauni la kuvaa leo yeah, kwenye yeah, sherehe <laughs> sina nguo <laughs> <laughs> utakuwa na viatu makabati sita <laughs> okay, na pakiwa na birthday ya rafiki yako, sina kiatu mimi cha kuvaa leo, naomba nitoe ushuhuda. Na utaomba kwamba nitoe ushuhuda mimi, ukija nyumbani kwangu, shokesi yangu yote imejaa viatu cheki na vitu right. Na sisi inabidi tuwaelewe hivyo mm. Na bahati nzuri wanaume wengi wanawaelewa hivyo mm. Na sisi hatutosheki na watu na nyinyi inabidi mtuelewe hivyo. Hapo ndo pagumu kwenye kuwaelewa umeona eh? Hey. Kwamba nyinyi mnataka mueleweke, ila nyinyi msielewe. Unamjua, unamjua Solomon wa kwenye Bible, King Solomon, Nabii Suleimani bin Daud alayhi salatu wasalam, alikuwa na wake mia saba na michepuko mia tatu, na bado alikuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, sijui unaelewa hapo uzuri ni hivi, Eke, ni uzuri, ni hivi. Ni. <laughs> Uzuri ni <hivi. laughs> Niongezee, sikiliza Tiko, uzuri ni kitu kimoja no. Tena hapa mimi nampenda sana Mwenyezi Mungu no. Mwanamume hmm. Anaweza kuwa na michepuko tisini Mtia? na bado mapenzi yako yakabaki pale pale hakika na kweli mm. Yaani vile anavyokupenda mm. akaongeza kule wengine halafu ndio akakupenda zaidi hadi ukashangaa, kwa sababu kila anakoenda anahisi anatakiwa ajitetee kwako, japokuwa hujamuona. Nafsi yake inakuwa ina guilt kwa, kwa, mm. kwa ile anavyohisi hisi ya ajitetee, anaongeza ana, ana, ana mahaba mm. akienda tena nafsi inamsuta, <coughs> kusema namfanyaje yote haya saa, nifanye ah, mimi ni nakurudi ninunulia zawadi. Kwa hiyo anazidi kujipendekeza kwako kwa yale anayoyafanya kule nje. Yani kwa maneno haya, Dr. Mwaka mna mwanamke atakuchomolea ngoja. Kwa hiyo cha msingi, cha msingi mwanamume, narudia tena, mwanamume. Mwanamume ukipata mtoto wa watu ukashindwa kumwonesha unampenda, huo ni uboya wako wewe mwenyewe. Ongeza sauti, rudia. Mwanamume ukimpata mtoto wa watu ukashindwa kumwonesha kwamba unampenda, huo ni uboya wako mwenyewe. Kwa sababu gani? Mishipa ya moyo ya mwanamke imeunganishwa na masikio yake mishipa ya moyo ya mwanamume imeunganishwa na macho yake. Ndio maana sisi tunatazama. Ndio maana utakuta wanaume hawatembeagi na wake zao. Kwa sababu gani? Lazima tazama tazama. Asikudanganye mtu, kama mumeo mpenzi wako haangalii ukiwa naye, huwa anaangalia akiwa mwenyewe Mbongi. Wanaangalia sana. Wengine akiona mbarwa sana, anaenda kwenye instagram account, anamwangalia mpaka na zoom. Ndio maana ndio maana wanawake mnapaka lipstick lip shine, makeup na kila kitu, sababu tayari mnafahamu wanaume wanavutiwa na kuona. Ndio nyie wanawake mnavutiwa na kusikia. Naam, kwa wanaume na kupeni siri pin code hapa leo, mnielewe vizuri, wanawake wanavutiwa na kusikia. Tuambieni maneno mazuri. Kama huna muda wa kumwambia maneno mengi, yeah, mazuri ya ukweli mm, na ya uongo ni uboya wako mwenyewe. Umesikia? Waambie. Sa, maneno hayanunuliwi. Wewe mwanamke anza asubuhi maneno, mchana maneno, chia usiku maneno. Maneno, wewe msifie tu. Hii ni pin code nakupeni: ukiamka asubuhi, mke wangu, ukikoroma unakoroma vizuri kweli sana. <laughs> Akisahau kupiga mswaki, akimwambia mke wangu, hata kama wamesahau lakini nasikia harufu nzuri yeah. Listen, wanawake wanapenda hivyo mm. Wewe wana akikwambia vile na wajinusa, mwanamume amua tu kuwa kazini, yani amua tu kuwa kazini. Mimi nitakwambia ni kweli, yani utauliza mimi kuhusu wake zangu, trust me mimi wake zangu I just tell them things every now and then mimi. Simu zangu zimejaa meseji za wake zangu tu, nikiripuka tu hapa eh, Mariam ah, nimeona kuna demu moja nimeona mzuri, lakini haja kufikia wewe. wow. yani no. t, ndivyo wanavyotaka <laughs> <Ye gentleman. laughs> <laughs> Sasa kwa hiyo narudi na upande wa wanawake sasa. <laughs> <laughs> Kwa sababu wanaume wanapenda kuona, hebu muoneshe matendo mazuri. <laughs> <laughs> <laughs> muoneshe matendo mazuri. Bado mimi, siri moja rahisi tu. Kuna siku kuna mwanamume alikuwa amechukizwa sana na mkewe, anataka kumwacha. Kaenda huko, kaenda uko, kaenda hivi, ka vwenda, tsk, kwa rafiki zake, bwana, mimi kanifanyia hivi. alikuwa hapo hiyo too much Kanarudi nyumbani amesha dhamiria na karatasi lake na kalamu aandike talaka mm. anamkuta mke wake amekaa chini, amepiga magoti na baibo yake, anaomba, mm. akaahirisha kumwacha. Oh, just, wow. just that nani... katendo kadogo tu ka hivyo kukaa, tunab... tunaza alikuwa anaswali kweli au alikuwa ameweka, ah, ameweka pose, ana, ana, ana, ana, ana, anaigiza, haijulikani, mm. lakini ilitosha kumfanya mwanaume akasema, maskini, yuko anamuomba Mungu. Mm. Kwa hiyo matendo ya namna hiyo yanawavutia wanamume, fanyeni matendo mazuri mazuri mara kwa mara, mengine hata ikibidi kuakti, we akti, nafsi yako ndo inajua una akti, yeye hajui kama una akti. Yeah. Na sometimes ukiakti sana, hatimaye unazoea afu unafanya kweli. <laughs> Kodi wanawake. Wanawake, hiyo ni mm. pin code. Fanya matendo mazuri me... na ukiona umekosa tendo zuri la kufanya kwa mmeo, na kupeni pin code nyingine. Mm. Hakuna kitu mwanaume anapenda kama kuomba msamaha wow. Wanawake hawaombagi msamaha, narudia tena, wanawake hawaombagi hmm, msamaha hmm, majority sasa. Hmm. Hmm. Kitu ambacho wanaume wanakionacho huwa ni hicho. Sasa mimi nawapaga wanawake pin code na leo nawapa ya mwisho. Hmm. Hmm. Ukiona siku mbili zimepita, hauna kizuri cha kumfanyia mme wako, fanya kosa la makusudi, hmm, afu mwombe msamaha. Hmm. Hmm. Hmm. yani, ya, yani kama vile hmm, unatia una, una, una, una, una, una virus kwenye kompyuta eh, alafu unaweka antivirus Unapata, unapata, unapata, unalipwa pesa. Si mnajua hivyo? Kwa hiyo ukiona mmeo umekosa zuri la mpya la kumfanyia, vunja hata glass, e. Halafu nenda kumpigia magoti, mume wangu najua <laughs> anahangaika sana kupata hizi pesa. Hii glass moja imeniuma kama vile roho yangu itoke. Nisamehe mume wangu. Naelewa, naelewa, naelewa. Wewe, now I get, wewe una act, wewe pale una act, lakini yeye hajui kama una act. Sawa, maskini mume wangu anavoniti kuvunja glass tu anapiga magoti kuniomba msamaha, akitoka kule kichwa hivi <laughs> Alikuwa akuletea zawadi, ataanza kukuletea zawadi. Ukipata zawadi na Yesu, unaona amekupenda. mm -hmm. Nawe utazidisha utii mm. So, so automatically inakuwa ni gurudumu linaloendelea, na maisha yanaendelea vizuri. Kwanza tumalize hapo, tumalize. Ni, ni ukweli hey. Tumalize. Tumalize. Mimi baba yangu alikuwa na wake wanne. mm -hmm. Na usia aliyokuwa ananipa alikuwa anasema wanangu ukiona umefika hatua umempiga mkeo, mm. Ujue siasa ya ndani imekushinda. Wanawake hawapigwi, wanawake, wanawake wanadanganywa. Mmeona mama zenu hapa? mm. Mimi kila siku mimi nawadanganya tu, na nikiwadanganya wananyoka hivi, mm. Na mi nawambieni ukweli, wanawake kukaa pamoja, kuwa marafiki, kuwa mashosti, kulala kitanda kimoja, kuvaa sara wanavyovaa, no Hakuna pesa, hakuna uchawi, ni uongo tu. Asubuhi, mchana, jioni, nawaambia maneno mazuri ya ukweli na ya uongo, na ya uongo ndio mengi zaidi. Na tell you the truth, wanajua ni ya uongo na wanafurahia kama huamini Jimmy nah, go tell your girlfriend maneno fulani mazuri ya uongo hmm. Na umwambie baadaye, ujue nilikuwa nakudanganya, bado atatabasamu hmm. Wanawake wanahitaji maneno mazuri, haijalishi ni ya ukweli au ni ya uongo hmm. Kwa hiyo wake zangu mimi, achilia mbali vile wanavyofanya, nikiamua kuwapika zaidi kwa uongo wangu huu, huwa kuwadanganya, kuwasifia, kuwanoa, kuwadanganya, kuwasifia, wanaweza kufanya chochote ambacho binadamu wa kawaida hawezi kuimagine hmm. Kwani uongo mwanamke anaweza kufanya kitu chochote ambacho mwanadamu hawezi kuimagine. Na ukitaka uamini hivyo, pata picha moja ambayo namalizia hapa yeah, yeah. Ibilisi na ujanja wake wote na uwezo wake wote alishindwa kumrubuni mwanaume kula tunda, mwanamke, si ndio? Mm. Lakini aliweza kumrubuni mwanamke, ujue mwanamke yuko wiki kiasi gani? Mm. lakini Ibilisi huyo huyo alimshindwa mwanaume kumrubuni, yule mwanamke akaweza kumrubuni mwanaume akala. Ndo ujue mwanamke yuko strong, yes, kiasi gani. Kwa hiyo mwanamke yupo katikati ya maji na moto, anaweza kuwa chochote. Ukimfanya mwanamke moto, ni moto unaobabua kuliko chochote. No. Na ukiamua kumpeleka mwanamke kuwa maji, ni maji yaliyo baridi kama vile theluji. So, so. <laughs> At Atari. Asante, ni muda tukuru wa kuchukua nafasi yako meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kupa hamasa kujengea uwezo wa kufanya zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.